Akizungumza kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la Kiangilikana eneo bunge la Teso Kaskazini, kwa imani ulionayo Mungu atatenda. Ni eneo la Kamurai ambapo askofu mkuu wa kanisa la Kiangilikana Diocese ya Katakwa, Askofu John Okude ametoa wito kwa serikali kuu nchini kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na kuasikiza vijana wa rika la jensi wanaozoa hofu humo nchini kupitia maandamano ya mara kwa mara. So, ikiwa sote wa Kenya tungeweza kurudi kwamba kwa Mungu huyu aliyetufanya kwa sura yake, na tungekuwa na wakati wa kufanya mahaya ambayo yanatendeka katika Kenya hili kwa sababu ya mambo madogo. Kila jambo lina namna yake ya kuweza kusuluhisha, na ndivyo mi kila siku nataka kurudia maneno yangu kwamba Mungu katika Bibilia anatuambia njoni tusemezani. Wakati wote tusipoketi wa kuzungumzia jambo ama mambo, suluhisha alipatikani. So, kila jambo kulitengeneza kulisawazisha ni watu kuketi chini na kuizungumzia, suluhisho inapatikana, baadaye amani inapatikana. Hata hivyo, askofu John Okude amelaani vikali mauaji ya kiholela holela yanayoendelea kote nchini, na kusema kuwa taifa linahitaji kuwa na amani, na hakuna yeyote anayestahili kupoteza maisha yake kwa njia yoyote ile, iwe ni kiongozi wa kidini, afisa wa polisi, ama mwananchi wa kawaida. Tunakubali lazima tuende mahali ili kwamba uhusiano uzidi kurudi, kwa sababu imeharibika sana tunawao watu wa kawaida tukafikiri ni kawaida, azimefika kwetu wachungaji, maaskofu, then itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo hakuna aliyesikia utamu wa kuwawa, kila mtu anasikia uchungu. Kwa hivyo mimi naona kwamba yaliyotendeka kwa wachungaji ama yeyote kwa yeyote, mchungaji, mtu wa kawaida, juangis wote ni shida ambayo inatendeka, hata maskari wanao wao pia bado ni, shi, ni shida kwa hiyo naomba kwamba sote pamoja tuondoe mikono yetu katika kumwaga damu kwa sababu damu hiyo itatufuata siku nyingine kama taifa na kama watu binafsi italeta shida. Akitilia mkazo wa suala hilo katika ibada hiyo ya Jumapili, askofu mstaafu Jeremaya Atama aliyekuwa mgeni wa alikwa kutoka katika diocese ya Kajiado, amewataka kila mmoja kuchunga maneno yanayotoka kinywani mwake kwa kuwa ndicho chanzo cha kuchangia machafuko humu nchini na kuzua vurugu ya mara kwa mara yanayoshuhudiwa humu nchini. Matamshi yoyote ambayo inatoka kwa mtu ni ulimi na ulimi, tumeambiwa kwamba tutunze ulimi wetu na ndio unaleta madhara. Hii mambo yote ambayo tunasikia hapa na pale ni kwa sababu ya matamshi wetu, na watu wange wangetunza ulimi, kutunza mazungumzo. Maana hata vurugu zile tuko nazo ni uchochefu wa ulimi, na nadhani mtu ukiwa kiongozi inatakikana kwamba upime mazungumzo yako, maana watu wanakuangalia kama mfano, ili watu waigize maneno yako na maisha yako. Kwa hivyo tuchunge yale ambayo tunazungumza tukiwa viongozi, yote hayo. Askofu Okude amewataka viongozi wa kisiasa kuachana na siasa za mapema na badala yake kufanya kazi walioahidi wananchi kwa muda walioko uongozini. Lakini sisi na uongozi wetu wa kanisa Anglikana ni kwamba siasa haisemi kanisa, haisemi kanisa, by that, That's because our leader his grace ametuambia, hivyo ndivyo ili hivyo hivyo naitakavyokuwa Sani matano Mpakani TV eneo la Kamuriai eneo bunge la Teso Kaskazini kaunti ya Busia.